Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuimarisha utumishi wa umma kwa kulinda misingi ya uwajibikaji, kukuza matumizi ya teknolojia ya kisasa na kuhimiza ubunifu unaolenga kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Ameyasema hayo alipozindua rasmi kongamano la kwanza la kitaaluma la utumishi wa umma lililoandaliwa kwa ushirikiano wa Chuo cha Utawala wa Umma Zanzibar IPA na Chuo cha Utumishi wa Umma TPSC Tanzania lililofanyika hoteli ya Verde mkoa Mjini Magharibi. Tutaendelea kuweka mazingira bora ya kazi, kuongeza fursa za mafunzo na kuhimiza mata, matumizi ya teknolojia na ubunifu katika kutoa huduma bora kwa wananchi wetu. Kwa hakika, Utumishi wa umma ni muhimili muhimu wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi na ni nguzo kuu ya kufanikisha dira ya taifa letu ya kuwa na Tanzania yenye haki, ustawi na maendeleo endelevu kwa raia. Akimwakilisha waziri ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Tanzania, naibu waziri ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Tanzania, Mheshimiwa Deus Clement Sangu amesema kwani, kauli mbiu ya mwakao katika kongamano hili ni kuunda mstakabali wa utumishi wa umma kupitia uongozi, teknolojia na ubunifu. Tunaamini kwa njia ya mafanikio katika utoaji wa huduma bora kwa wananchi inachagizwa na uwezo wetu na kukumbatia mabadiliko ya kiteknolojia na kuongeza ubunifu na kuwekeza katika utawala bora. Hivi viwili vilivyoandaa kongamano hili viendelee na utaratibu huu wa kuandaa mijadala huu kama hii inayochochea mawazo mapya ya ubunifu na kuviweke mkazo katika kuendesha tafiti za kishauri kwa serikali zote za pande zote mbili za Muungano na namna bora ya kuboresha utumishi wa umma hapa nchini. Hivi vinaendelea kwa mfano bora kwa taasisi nyingine chini kwa namna vinavyothamini na kuendeleza mahusiano ya ushirikiano na taasisi mbalimbali ndani ya nchi yetu. Jambo hili linaonyesha dhamira hiyo hivi katika kujenga mtandao mpana wa ushirikiano kwa lengo la kuimarisha utendaji wa pamoja wa utumishi wa umma ninauano na ufanisi katika kazi zote za kitawala. Kwa hivyo, hili ni uthibitisho kwa mafanikio ya ushirikiano wetu ambao umejikita katika maeneo mbalimbali ikiwemo kubadilishana wataalamu, mitaala, kufanya tafiti za pamoja na mafunzo ya kujenga uwezo kwa watumishi wa umma. Vio hivi vinaendelea kwa kichocheo cha mabadiliko ya utumishi wa umma kupitia ubunifu, ushirikiano na utoaji huduma bora kwa wananchi. Tunapongeza serikali zetu kwa juhudi zake zinazoendelea

hakuna posho aho kidogo, asa tungeomba zaidi ile bajeti ya mafunzo kidogo, ili fedha zipatikane kuuka mafunzo kwa viongozi yote. Kongamano hili la kwanza la kitaaluma la utumishi wa umma limeandaliwa kwa pamoja kati ya Chuo cha Utawala wa Umma Zanzibar IPA na Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania TPSC ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa hati ya ushirikiano iliyohuishwa Disemba 2022. Ushirikiano huu umejikita katika maeneo mbalimbali ikiwemo kuandaa na kufanya mafunzo ya pamoja kwa watumishi, tafiti za pamoja, makongamano, kubadilishana wataalamu na vilevile vile kubadilishana mitaala ya programu za masomo.